Na maneno ya uzima, mtikise mwanzako, mwambie kwa Bwana kuna maneno ya uzima, kwa Bwana kuna, no kuna maneno ya uhai, kwa Bwana kuna maneno matamu. Alafu mtikise, mwambia, onje ni uone ya kuwa Bwana ni mwema. Mwambia, usiambiwe wala usionjewe, usiambi onja mwenyewe, onja mwenyewe uone utamu wa Bwana, uone uzuri wa, wa! Bwana Pijayesu makofi ya shamba. Haleluya, haleluya haleluya, Bwana asifiwe. Yes, yes, naomba mmoja nifungulie Matendo ya Mitume, ile aya ya arobaini na saba, nianzie hapo kufundisha jambo muhimu sana. na, na, wa wa june. Na Mungu akubariki, naona utulivu wa hali wa juu, na ukitulia Mungu atakuhudumia, na mi mwenyewe naliheshimu neno la Mungu na ndio maana tunaliheshimu kwa sababu, ukilisikia kwa kumaanisha, utabadilisha maisha yako. Matendo ya Mitume sura pili na ile aya 37. Matendo ya Mitume sura ya pili na ile aya 37. Kama ungekuwa unaandika kichwa ungeandika Toba msingi wa Injili ya wokovu. Toba ndiyo msingi wa Injili ya wokovu. Toba ndiyo msingi wa Injili ya wokovu. Toba ndiyo msingi wa Injili ya wokovu. Matendo ya Mitume sura pili na ile aya ya 37. Huko dukani kwa mahali popote, tega sikio la kusikia neno la Bwana. Toba ndio msingi wa Injili ya wokovu. Matendo ya Mitume sura pili aya ya 37. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 37. Ndio. Walipoyasikia hayo wakachoma mioyo yao. Walipoyasikia hayo wakachoma mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine. Wakamwambia Petro na mitume wengine Tutendeje ndugu zetu? zetututendeje ndugu zetu? Hapo nataka taponatakwanaatutendeje dugu zetuautendeje ndugu zetu Kwa mwambie ndugu zetu. Endelea <tune> kusoma. Petro akawambia. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu, mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu ishi hapo, Bwana asifiwe yeah. Naona nikurejeshe nyuma kidogo, nisikilize kiogo, niweke kwanza ii samare au mwitasari ninapoleta neno hili. Ukisoma kitabu cha Matendo ya, ya Mtume sura ya pili, nena kaisema, najua ni habari ambazo mnazifahamu. Wanafunzi walikuwa wamejifungia kwenye chumba na Yesu aliwaambia wasiondoke nchini mle wale wasiondoke mpaka Roho Mtakatifu atakapokuwa amekuja. Maandiko yasema Roho Mtakatifu akatokea, watu wakaanza kunena kwa lugha, watu wakajazwa na Roho Mtakatifu. Katikati ya kusanyiko watu wengi wa makabila na mataifa mbalimbali walikuwepo, kwa hiyo kwe wakizunguka kwenye kile chumba. Ilikuwa siku ya Pentekoste. Maandiko yasema watu wa kila taifa, wa Afrika, wazungu, wa Asia, kila watu walikuwepo siku ile. Ndio maana tunasema injili haikuwepo na wazungu Tanzania. Injili ililetwa na mitume Tanzania. Injili ililetwa na mitume Afrika, haikuwepo na wazungu. Kwa nini? na katifana, shuka, wa Africa, kwa sababu kipindi Roho Mtakatifu anashuka siku ile, hata wa Afrika walikuwepo, kwa hata wa Afrika walisikia neno la Bwana. Punga mkono mpigie Yesu makofi ya shangwe. mengi mengi, watu wana maswali na Bibilia imeonyesha watu waliokuwa na maswali. Habari ya swali unaposikia nchini, unaposikia habari zaci, unaposikia habari za ulimwengu chao, watu wangu, tunakuwa na maswali, tutafanyaje sisi itakuache mimi nikifa, ntaenda wapi mimi? Kuna maswali mengi wanadamu wanauliza. Pamala kipindi cha korona, watu wengi walitafuta machuma wakupata machimu. Kuna mtu mmoja kule kwa nchi ya Warumi alisimama juu akasema, Ufaransa kule akasema, tumefanya juhudi zote tumeshindwa nacho, tunamwelekea Mungu.

Asifiwe. Amen. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Amen. Kwenye maandiko kuna watu ambao walikuwa na maswali kama wewe. Haya maswali, maswali yanakuja wakati wa matatizo, wakati wana swali itakuwache nikifa, itakuwache nikiwa hapa, itakuwache nikitaka nibadilishe, unawache itapie naontesa nitakuwache. Maswali haya yote mwanadamu wote anayo, labda kama nikisha

kanisani anaeshika torati na sheria akisema nashika amri, wengine wakimwambia njo kwasi, asema nashika amri, wakimwambia tubu, wacha gairi, asema mi nashika amri. Haziwezi kusaidia, hata wayahudi walishika amri, lakini awakusaidia lolote. Kuna jambo zaidi ya hilo. Yesu akamwambia, ukitaka kuona uzima milele, nenda ukauze mali zako, uwape maskini. Maandiko asema ile kijana akarudi akiwa anasikitika sababu Yesu alizungumza jambo linalogusa maumivu ya moyo. Alikuwa na mali zimeshika moyo wake, Mungu hakuwa na sauti juu ya yule kijana yule tajiri. Mali zake zilikuwa kwenye moyo. Kama watu wengine kazi imeshika moyo wako, nikwambia njoo kwa Yesu, sema kazi zangu zitakuwaje? Nisikilize, unaweza kafanya kazi na bado na Yesu, unaweza Yesu no, wale akafanya biashara na, na Yesu. Huyo mm, kijana alikuwa na mali zimeshika si ma moyo ma wake akasema itakuwaji vasema akaenda amesikitika. Kwa nini? Kwa sababu jibu la Yesu lilikuwa ni fundisho la toba, fundisho la kuachia vitu vya dunia, fundisho la kuachilia kila ambacho alikuwa amekishikilia. No, ilikuwa jibu la Yesu kwamba uza vyote, acha vyote. Sio kwamba tuache biashara yako, hapana, hiyo biashara imefunga moyo

Sura ya tatu aya ya kwanza mpaka nane. Nikodemu alikuwa mwalimu wa kifarisayo na alikuwa mtu mkuu katika ilenshi. Maandiko yasema akamwendea Yesu usiku, akamwambia Bwana, itawezaje kuurisu usima mele? Naye alikuwa naswari kama wanadamu alivyo na maswari. Nisikilize alivyoenda kwa Yesu. Yesu akamwambia sikiliza, kitazaliwa kwa mwili mwili, kitazaliwa kwa roho. kesho lilikuwa ni moja tu, kwanza utubu, kwanza utubu. Ukitubu utazaliwa mara ya pili. Hii ilikuwa ni jibu lake Yesu alio mjibu, lakini kuna mtu mwingine kwenye matwana ametume surana ila aya ishiri na sita mpaka thelathi na nane kuna wengine alikuwa na swali hilo hilo kama ulionalo. Alikuwa naitwa Mkushi au Mthiopia, huyo alikuwa mtu wa Ethiopia, alikuwa ni waziri wa fedha mahali pale. Maandiko yanasema huyu jamaa alikuwa kwenye gari lake akishika kitabu cha Isaya bombo isa, isa. la Isaya, chuo cha Isaya akiwa anasoma maandiko. Wakati anasoma maandiko, alikuwa haelewi yale maandiko. Katikati ya kusoma, akaanza kupata maswali, mbona sielewi? Ntafanyaje? Maandiko nasema alikuwepo Filipo. Roho Mtakatifu akamwambia, nenda ushikamana huyo mtu ambaye ipo kwenye gari. Aigenda kwenye gari, akutana ilo Mkushi akamuliza, sha nayasomo la hele Ntawezaje kuelewa na sipoelekezwa? Filipo akaanza kumwereza. Angalia kiliotokea wakati filipo ata kumwereza bale alikuwa anaisoma. Filipo hakumwambia jambo lote, akachukua alichokuwa nakisoma, akaanza kumwereza Yesu. Akamwereza Yesu, akaeleza namna Yesu ambavyo alikufa akafufuka.

yetu hakuna jambo lingine. Unajua nakosea, unajua ni nikaba, ni kweli. Mungu akuhukumu kwa sababu ni kaba, lakini atakuhukumu kwa sababu kumwamini, kwa sababu umemkataa uk lakini ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ya kwanza mpaka ile ishirini na sita utaona kwenye mafundisho ya Mitume, fundisho ambayo ilikuwa ni muhimiri la fundisho ilikuwa ni toba ili Unamhitaji Roho Mtakatifu. Ana kuchaje? Ana kuja kwa njia ya toba. Ukitubu Roho Mtakatifu ana kuja ndani. Hapo ndo naita Mkristo. Ndo naita umeokoka. Usimu amelala na ingia ndani yako. Una mhitaji Mungu kupitia mlango wa toba, aingie kwenye maawa yako. Sema amen kwa jina la Yesu Amen. Kitabu cha Yohana, Ufunuo wa Yohana anasema, Sura tatu na ala ala ala ishirini na moja. Anasema usipoulinda mji, alienda afanya kazi kule, watakutesa mpaka maisha yako yote. Unahitaji Mungu awe ndani yako, na akiwa ndani yako ulo mnaratifu wee, unasema utumishi wa Mungu ni miali ya moto, utakuwa ni moto usiku, utakuwa moto mchana, hata kuchezea, utakuwa ni mtu ambaye na urizi masaa ishirini na nne. Sema amina kwa jina la Yesu. Mtekeze mwenzako, mwambia unahitaji toba, alafu mtazamambia toba ina mpadara ni kunyolewa kunyolewa, wala sio kusukwa, ni kunyolewa kunyolewa. Toba ina mbadala. Na kwa nini toba ni ya msingi? Kwa sababu toba inagusa moyo wa mwanadamu. Watu wengi wanashinda kutubu kwa sababu bado kuna vitu wameshikilia kwenye moyo. Yesu anapiga kila, atamana ingia huko ndani, atamana badilisha maisha yako, atamana badilisha hatima yako, lakini unamnyima nafasi, unasema Yesu subiria, na kijana fulani nampenda subiria kama kijana yupo kwenye moyo kuliko Yesu. Ndo maana huwezi kutubu, huwezi kukubali kuacha huyo kijana anayekusumbua na kuingia kwenye anasa za ulimwengu huu na kukubali kumshikilia. Sema amen kwa jina la Yesu. Wengine wana dini zao, wana dini zao, kama vile Paulo alivyokuwa na dini yake ya Kiyahudi. Yesu anamtafuta kila wakati, lakini anasema anashika dini. Wengine dini zimeshika maisha yetu. Unasema tubu, unasema mimi naingia kanisani, ninaungamaga jiwe la gumegume na nasomesha watoto nisikilize, utatahiriwa kuachiwra gumegume hivyo hivyo, ukubali uchungu wakati wa kutahiriwa, lakini ndipo Yesu ambapo anaingia kwenye moyo mabe mawezako, utatahiriwa kuaciwara gumegume amezako toba ina kubadilisha wewe ili ubadilishe mazingira mwanga ezako. Toba inakubadilisha wewe ili ubadilishe mazingira. Bwana asifiwe. Wanadamu wengi tunapokutana na matatizo watoto nyingi tunaangaliaga watu na mazingira, mazingira ya kimaskini. Unasingizia babu yako, unasingizia baba yako na mama yako, hawakufanya kazi. Ni kweli, hayo ni mazingira, ni mabaya kwako. Unaona mazingira kama vile hausogei, bado nabaki pale pale. Nawezekana kufanya biashara humo ndani, unafanya biashara bado, unakuja na ukuibia, unapiga tu makipai, hausogei. Kwa nini? Kwa sabu nisikilize, bila kubadilika wewe mazingira ya biashara hawezi kubadilika, bila kubadilika wewe. Watoto wako hawawezi kubadilika, bila kubadilika wewe. Huo maskini hawezi kubadilika, bila kubadilika wewe. Fikira yako haiwezi kubadilika, bila kubadilika wewe. Wewe wezi kubadilisha wanaokuoga na kuwaodoa kuwa nyumbani kwako kwako. Nisikilize, toba inakubadilisha wewe. Mungu kabla ya kutembea kwenye mifugo, kabla ya kutembea kwenye biashara, kabla ya kumtembelea mtu yoyote, lazima mtembelee mwanadamu mwenyewe. Tuna mkono tena mpigia Yesu makofi hey, hey, hey, hey, hey. Tunakumbuka bari za Petro. Petro alikuwa akifua. Alikuwa yes, anafua samaki. Maandiko ya sema usiku cha kupata kitu. Yesu alipo kulia, angalia Petro alikuwa na semia. Alikuwa na tunasema ni merikebo. Yes, alikuwa na mtumbwi. Alikuwa na mtumbu. Mbao ono mtumbwi, ono kwa ni kifaa cha kufuria. Angalia, okay, bila yosa Yesu alipo kulia akawaambia Petro, nina

samaki wakiwa wengi, alisema hivi sema, ondokeni kwangu Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Yesu alipogusa sehemu yake ya ofisi, alihakikisha Yesupiga Yesu makofu wakaamua kuacha. Ni kweli Yesu aliwachalia muujiza aliona, Yesu aliwochaa muujiza, kipato chao kaongezeka, ofisi yao wateja wakaongezeka, wakasoma shule wakapata digrii, wakafanya biashara ikaenda. Lakini ile biashara likuongezeka, hawakuiona biashara, walimfuata Yesu un yes. yes. Mfuate yeye ukipata ye. okay, jambo wacha alikuwa anakutesa, ndo maana no. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa ni kichaa, alikuwa anatembea kiwauchi avai nguo. Yesu alipomponya yule kichaa, yes, kichaa, akamwambia nenda kijini kwa kwako ukaupili Injili. Yesu tu kutendea miujiza Yesu tu kufanyia nao kwanza alifanyaje? Akasema, akiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, kama hawa wanaoniita, wakitubu, wakiomba, wakinyelekea Mungu nipata pona mji wako. Nisikilize, nawezekana kuna vitu nasumbuka navyo, biashara yako nasumbuka nayo, watoto wako wamekushinda. Nisikilize, jambo moja tu unahitaji, kwanza kubadilika wewe. Hawezi kubadilisha uzao wako ku, mpaka ubadiliki wewe. Hawezi kubadilisha biashara yako mpaka ubadiliki wewe. Hawezi kubadilisha chochote mpaka ubadiliki wewe. Ndio maana toba kazi yake ni kubadilisha, ni kutoa mahali pa kisha na kuweka mahali pa nuru. Toba kazi yake ni kubadilisha, kuondoa mafundisho mabaya ya kishetani na mira mbaya ndani yake. Mambo ya uzima. Yesu anatamani kubadilisha wewe ili abadilishe mazingira. Kuna vitu utakufanavyo vibadilike. Nisikilize, njia moja tu ya kumfundisha mtoto wako pale nyumbani kumjua Mungu, sio kumpeleka kanisani. Maisha yako ndio njia pekee ya kumfundisha mtoto kumjua Mungu. Ila zikawa kelele pekee, mtoto amenishinda, sio amekushinda, na wewe umeshindikana. Kabla n kukushinda na wewe umeshashindikana nyumbani Unacheza kigodoro unanengua una kiuno una ki una pale nyumbani, mtoto wako ataiga jambo hilo hilo. Ndio maana kabla ya chochote, kwanza Mungu anakutaka wewe maandiko. Anasema kwenye ile Ezekieli Ezekieli sura ishirini na mbili, naye sasile kwamba Mungu akamtafuta mtu. Nisikilize, Mungu anatafuta kwanza nafsi yako, anatafuta wewe wako. Akisha kushughulikia wewe, atashughulikia wanaokuzunguka, atashughulikia wachao kijini kwako, atashughulikia mambo yaliyoshindikana nyumbani kwako. Mungu anakutaka kwanza wewe. Mwambie mwenzako, Mungu ananitaka mimi kwanza. Pigie Yesu makofi mengi mengi. Bwana asifiwe. Mungu anakuhitaji wewe kabla ya kusingiza watu. Unasema mimi, kuna watu wamenitendea vibaya, kuna watu wananisema vibaya, babu yangu ananifanyia kitu fulani. Nisikilize, inawezekanapo kwenye familia ambayo kuna miungu kilo kinapokijitahidi mnapanwa familia nzima Hakuna namna mtabadilika, mpaka atoke mtu mmoja atakayebadilika, atakayetubu mungu atakayemwokoa, akibadilika namna kufikiri, akabadilika maisha yake. Akitoka mtu mmoja ukoo mzima umetoka. Amina, mungu anakutaka kwanza, ndo maana nahitaji moyo wako, liko chochote, hebu funika macho yako, ulikwambia hii jambo furaha, funika macho yako lisiniangali.